Yes, kama wewe ni mteja wangu wewe ni VIP, it doesn't matter. Sasa naomba na mimi nikuletee sakafu VIP inaitwa Firmfit, mwamba kabisa Firmfit inatumika zaidi Ulaya nchi nyingi zote kule wanatumia sakafu aina ya Firmfit and by the way. Kwa Afrika nzima sisi pekee ndo tuna Firmfit. Sakafu bora kabisa Firmfit ni sakafu ambayo haijawahi kukaa kwenye stoku. Yaani kiingia na inatoka, zisikiliza sasa sifa za Firmfit. Kwa nini na wewe? U ukaichagua Firmfit ile wewe fanya haraka. Number 1 inakuwa muonekano ambao asilia, tizama muonekano wake ikiambatana na low maintenance. Kwa maana ukishaweka, umeweka hahitaji polish, hahitaji sio, ifanyeje? No no, ukiweka na umeweka. Kuhusu maji je? Firmfit ni 100% waterproof, haiharibiwi na maji. Upo jamani? Tuendelee eh, basi Firmfit inaendana na hali yoyote ya mazingira. Kwa maana kama ni baridi sana, ama ni joto sana Firmfit haina shida. Je, Firmfit inakaa wapi? Unataka kufanya renovation ama ni ujenzi mpya? Firmfit inakaa juu ya sakafu nyingine za zamani, lakini pia na ujenzi mpya. Firmfit inakaa sikiliza, fanya haraka. Firmfit haikai kwenye stock. Muone mteja wetu anatuambia, Ulaya nzima ni Firmfit. Karibuni sana.